haiaktooabkaaaozia ekilasanshikb tunakupenda Bwana, hapana, tunakupenda. Hatuwezi lolote bila wewe, tunakutegemea mshana wa leo katika ibada hii, Roho wa Bwana, tunakutegemea, ili Bwana ukatenda yale amekusudia. Natangaza neema yako Bwana Yesu ikatamalaki mali hapa uwepo wako Baba ukawa mali hapa Bwana. Asante kwa kunipa nafasi kunena neno lako katika maeneo ya Nairobi. Bwana wa neema, siku zote jitukuze. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sisi ni watu wa kelele. Amen. Amen. Salimu, mwambia sisi ni watu wa kelele. Watu wa kibende kote ni watu wa kelele. Nataka niseme moja mbili ya tatu, tutaruka kwa sababu ya mfalme wa wafalme akuapa, moja mbili tatu. Haleluya! <todic> Tushukuru waimbaji kwa kazi mzuri, Bwana wabariki. Haleluya! Bwana wabariki kwa kazi njema, anajua na kazi ya kuhudumu. Kwa madhabao si kazi rahisi. Amen. Ni kazi gumu kutumika kwa madhabao ili uwepo wa bwana ushuku, wanahitaji neema na gharama kubwa. Amen. Wapigie makofi tena, watu wa Mungu. Amen. nashukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi amenipa kuwa mahali hapa nilikuja Jumatano tukawa na wakati mzuri hapa Amen. na pia nashukuru Mungu ni kwa ajili ya pastor na mama elder brother. Amen. kuniva nafasi kuja tena katika mji wa Nairobi Bwana wa neema awabariki. Sikuchukulia kawaida. I was in Nairobi in 2017. I preached four days. Na yes. Tena Bwana amenilete Nairobi baada ya hizo siku hiyo miaka nimerudi tena Nairobi kwa neema ya Bwana. Amen. Hiyo wakati nilikuja nilikuwa na miaka miwili Tangu nifanyike mchungaji na nimerudi tena kwa neema ya Bwana Amen. Nimeandamana marikia wangu. <laughs> Hallelujah. I have come with my queen ayaukamwmaii siufika makw vizuri I have come with my queen, kajukam kuja wasalimie, wache niwaambie Amen, huyu mwanandada amefanya kibarua bila vile nilivyo. Amen. Na namuitanga mbishop wangu, yeye ndiyo aliokoka wa kwanza akaniombea, yeye ndio aliokoka wa kwanza akaniombea, nikaacha vitu vyote. Ilikuwa nakula vitu vyote. Halo. Hakuna moja sikuonja vitu vyote. That is how serious I was. Reverend. Vitu vyote. Sila zinakula na wanaume. Nilikula vyote. Na akaniombea. Nikaacha hizo vitu vyote. Kwa hivyo, she's my pastor. <laughs> Hallelujah. Na Mutanga bishop wangu, hakuna mtu mwingine anamweta bishop isikuwa mimi, maana juu ile kazi alifanya maishani mwao. Amen. That is why we walk together. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Wacha nishukuru kwa hiyo nafasi nimepewa. Amen. Nimefurahia kuwa mahali hapa Kuabudu pamoja na nyinyi Amen. Eh, Reverend Zola akitwita siku ingine, tutakuja na tutakuja mapema Amen. <laughs> tulikuwa na shughuli ndio maana tulibaki, lakini tulipomaliza tukaandamana na Chaledi tukakuja, ndio tumalizie crusade pamoja. Kwa majina naitwa Naomi Mololo Mololo, ndio huyu mimi ndiye mshirika wake wa kwanza. Bwana awabariki. Amen. Bwana akubariki kwa kuniombea Bwana niombea kila siku Amen. Wacha ni introduce our chair lady. Simama upunge mkono. Haleluya. Chair lady ameongoza wa mama wengi kanisani. Mama tukikuita peke yetu bila kuita watu wa sub district. Tuko na wanawake zaidi ya sabini wameolewa, kwa hivyo that is a just a seminar. Haleluya! So mama, nikikwambia karibu uzungumze na watoto wako pale, kuja uongee na wake na mama, tuko na wake na mama wengi kwa neema ya Bwana. Amen. Nashukuru Mungu kwa kuwa nimepatikana tena hapa Amen. Tutaenda kubarikiwa wale tulikuwa kwa mkutana pale nje tumebarikiwa, amen. Tutaenda kubarikiwa tena jioni pamoja, usiniache niwe peke yangu, kwa sababu mimi nimetoka mbali, tuje kuundumba pamoja, amen. In the book of second Kings, chapter one, I want to talk about chukua hatua ya imani. On Sunday, on Wednesday, I was talking understanding who you are in the kingdom. Nikanguuzia vile mambo ilitendeka wakati Daudi alipotiwa mafuta wa Bwana, akaya Daudi. Amen. Na roho wa Bwana akaja juu ya Daudi kwa nguvu. na sikuwa na habari ya kwamba mwezi huu mchungaji anazungumzia mambo ya roho alilinguzia sana Jumatano. Wakati roho anakuja juu ya maisha yako, awezi kuwa mtu wa kawaida. Amen. Daudi alimwambia mfalme, let no man lose heart because of this uncircumcised Philistine. A very young man full of the Holy Spirit, his life transformed, say to, say to the king so no man should lose heart. Amen. That is called the power of the Holy Spirit. Today, as I was praying, God gave me a ini niambiwa ni ibada ya Kiswahili. Hallelujah. Nilipokuwa nikiomba asubuhi, Bwana amenipa neno ili tazungumza na wewe prophetically na kitu kitatendeka. Amen. By the word of a prophet, the children of Israel came out of Egypt. Kwa neno la nabii

Mali ulipo pako na mali mazuri zaidi, usikae mali pamoja, ukiona ya kwamba hautaweza. Biblia inasema ya kwamba palikuwa na nabii alikuwa anaitwa Elasia, mtu wa Mungu, na Biblia inasema ya kwamba katika Samaria palikuwa na njaa kubwa, watu walikuwa awa.